Habari za leo. Leo nitakuletea sababu za kutokwa na uchafu uh, ukeni, na tunapoongelea uchafu, tunaongelea uchafu usio wa kawaida uh, ukeni. Uh, sababu namba moja ni maambukizi ya fangas ambayo tunasema ni yeast, uh, infection, ambayo mara nyingi hapa utapata uchafu mzito ambao ni misili Ah, kama mtindi mweupe, lakini pia itaambatana na mwasho mkali na uwekundu aukeni. Ah, okay. Namba mbili ni maambukizi ya bakteria ambayo tunasema utakuwa ni uchafu wa kijivu au kijani, lakini pia utakuwa na harufu mbaya kama samaki walio Vunda. Lakini sababu nyingine ni magonjwa ya zinaa ambayo tunasema ni sexual transmission disease, kama gonorrhea chlamydia, lakini pia hapa utapata ule uchafu wa njano na wa kijani, lakini pia maumivu wakati wa kukojoa au wakati wa tendo uh, la ndoa. Lakini pia kuvurugika kwa homoni hasa kwa ujauzito na mzunguko wa hedhi, lakini pia matumizi ya dawa kama antibiotics na dawa za uzazi wa mpango, lakini pia usafi usiofaa. Zingatia uh, usafi. Lakini pia mwisho ni kansa ya shingo uh, ya kizazi. Kwa hiyo hizi ndo baadhi ya sababu ambazo zinasababisha sababu zinazosababisha uchafu usio wa kawaida ukeni. Kama una changamoto hiyo, mwanamke, tumia dawa inaitwa Chaidada, ni dawa mjarabu changamoto hiyo. Karibu na Mungu akubariki.